Kuna meneja, kuna, huyo meneja wa uwanja ule ni Yanga mwenzetu, na yeye ndo tunamwelekeza kila kitu, kwa hiyo ni lazima mtafungwa. Sasa kwa misingi hiyo, ndio maana wazee tukatoka majumbani kwetu ili tuje tukae naye tumwambie. Kama tambo tu za za mtaani, mzee wangu, wakati mko katika mashindano. Hizo sio tambo. sisi na Yanga tuna urafiki, sisi na Yanga ni madui, kwa sababu Yanga kwa sababu Yanga ametolewa kwenye mashindano haya. Nao, na lewe, kwa hiyo naona nahitaji Simba itolewe kwamba tuchekane tu tu tu hmm. Na sisi hatuhitaji tutoke, kama tutafungwa tufungwe kwa misingi ya mpira, tusifungwe kwa sindikizo la watu hmm. Ndio maana tukaamua mpaka timu hii tuzungumza, wamepokea wao hmm. almasiri alma? Al Al Al wamepokea wao sasa kwa misingi hiyo tunaona dhahiri kwamba hawezetu hawatumeona hawa. Kama wametua wenyewe pale, yani kuwapokea kwa maana ipi? watu wa Yanga wanajua wote wewe, mwandishi wa habari, watu wa Yanga unajua ta sasa, unasemaje kwamba wametoaa wenyewe walikotoka, wamekuja wenyewe wpaa wakukuta watu walikuta watu, sasa unajua mtu wa Yanga hmm, lakini kwa maana ya viashiria kuona walivaa jezi nini? Ah, sasa atavaa jezi hiyo wakati wewe ni adui yakua kutengeneza mipango ya uadui, atajionyeshaje kwa hiyo hivyo huo ndio uhalisia ulivyo. Kwa hiyo sisi tukaona tuje hapa lengo na madhumuni tukae na meneja tuongee kwa ustaarabu kabisa. Kwa sababu ni kijana wetu tuongee naye kwa ukamilifu. Kwamba sio maana kwamba tunamwambia aache kazi, hapana. Atupishe kwa muda ili game ikishamalizika, kama kufungwa tufungwe tuhamishwe, tunamnusuru yeye kwa sababu haya yanazungumzwa mtaani, likitokea baya yatakuwa tiani, wanachama na wapenzi watakuwa hawaelewi. Simenewa. Hiyo ndio dhamira yetu hmm. Lakini leo ndo mnakutana naye labda kwa mara ya kwanza, kwa kujaribu kuongea naye, au kama maisha yangu mimi sijakutana naye, wewe mara ya kwanza. Natoka su na siku nne tuko hapa tunamvizia yeye, kwa bahati mbaya tujamwona, hmm. Unaona. Ndio. Keep tennis prosper.